Kimea naibu mea, mkurugenzi wetu wa manispaa, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, wakuu wa idara na vitengo, kini nitambue kuwepo kwa watendaji wetu, waheshimiwa madiwani, waandishi wa habari, habarini za saizi. Kwanza kabisa Mheshimiwa mstaiki, nimpongeze katibu kwa kuzungumza maneno mazuri andoai tumekubaliana ili tuweze tume kuyapitiapitia, lakini pia nichukue fursa hii ni kupongeze wewe kwa uendeshaji mzuri sana sana sana wa kikao chetu, hongera sana. Lakini nimpongeze mkurugenzi na watumishi wote kwa maandalizi mazuri ya kikao. Mheshimiwa mstahiki, na mimi pia nichukue fursa hii kwanza, niwapongeze sana Mheshimiwa madiwani, Mheshimiwa madiwani kuna mmoja alikuwa anamtania mwenzake, anamwambia wewe tulia, wewe form 1 wewe, lakini leo nimeona form 1 ndio amekuwa form 4. Kumzeni sana na, sana, meanza vizuri na Mwenyezi Mungu awatangulie wa ili tufanye kazi zetu vizuri, lakini pia niwapongeze wapongeze wa wasilishaji wawili wazuri Mrua pamoja na mheshimiwa Mgata, wamewasilisha vizuri vizuri sana, ni washukuruni sana ni wapongezeni pia kwa juhudi kubwa ambayo mmeweza kufanya, watumishi mheshimiwa mstahiki, kulingana na mapitio yetu ya bajeti imeonekana tuna makusanyo mazuri, lakini na mimi naomba niongezee hapo, tuongeze tu juhudi ili angalau kwenye bajeti yetu zaidi ya milioni 46 tuweze kuifikia. Na nimshukuru na nimpongeze mkurugenzi amejikomiti hapa na watendaji wake, na mimi sina wasiwasi nani ninaamini mtakusanya mta vizuri na makusanyo, tutakapokusanya vizuri ndipo tutakapotumia, maanake makusanyo ndiyo moyo wa halmashauri. Tusipokusanya maanake hakuna kitu chochote ambacho kitafanyika, lakini tuangalie na kwenye maeneo yenye mianya. Maana tumepitia makablasha haya na waheshimiwa madiwani kwenye patiko kasitulizama sana, tukaona kuna maeneo mengine mheshimiwa msaiki unaona kuna jengo kubwa lakini watu mtu wanachukuliwa ushuru shilingi elfu tisini kitu ambacho sio sawa. Tunaomba ayali mengine ambayo kuna mianya mianya iweze kufika mahala irekebishwe. Lakini nimshukuru sana Daktari samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametuletea fedha nyingi za miradi na nyinyi sasa mmepanga kumalizia maeneo mengine maboma mengine ambayo yapo yaweze kumalizika, ili tutoe viporo. Na mimi nisisitize katika hili, tusiendelee kuanzisha miradi mipya wakati bado maboma mengine ya zamani yapo. Kwa hiyo naomba nisisitize hilo, kwa sababu mheshimiwa rais pia anatujali anatuletea fedha nyingi, basi na sisi kama halmashauri tujikaze ili tuweze kumalizia yale maboma hayo. Mheshimiwa mstahiki, la mwisho na mimi nisisitize kama alivyosema katibu, kuhusiana na migogoro ya ardhi migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana, na tusipoangalia migogoro ya ardhi itatuponza itatuponza sana sana, sana. Na nataka nilisemee hili, na bahati nzuri, mheshimiwa mstahiki, tulilizungumza sana na tayari na jambo lilifanyiwa kazi, lakini mheshimiwa diwani wa eneo husika anasema halijafanyiwa kazi. Shule ya sekondari ya Mandewa, yule mtu ambaye amezunguka anafanya kazi pale, asitopishwe. Tulikubaliana kwenye vikao vyetu asitopishwe lile ni eneo la shule. Haiwezekani mtu akaendelea kuvamia eneo la shule pale linaonekana. Mtu amepewa hati. Mtu anapewa hati juu ya hati si hata sielewi. Maanake lile ni eneo la shule, linajulikana ni eneo la shule, lakini anaenda kusimama mtu anaenda kulima. Na wakati huo unalima anasema nimepewa hati. Niombe ili lifuatiliwe kwa kina mstahiki. Na kama kuna mtendaji yoyote amehusika katika hili kutuletea mgogoro ambaye hauna ulazima, ni vizuri akachukuliwa hatua. Tusipofanya hivyo, hatutotenda haki kwa wananchi wetu. Na ile eneo linalalamikiwa sana sana sana. Tumepokea watu wengi sana ofisini kwetu ambao wanakuja wanalalamikia na wanalijua vizuri. Lakini nilikuwa nataka niwaombe waheshimiwa madiwani, madiwani wetu, msije mkafika mahali mkajiingiza kwenye migogoro ya ardhi. Kule chini kuna vitongoji, kule chini kuna mitaa kule chini kuna vijiji na ni vizuri tukaanzia kusikiliza na kuona kule chini wamefanyaje na hatimaye likifika mahala basi diwani libebe unakuja kulileta unalifanyia kazi lakini tukijiingiza sisi moja kwa moja alafu baadaye likaja likaonekana lina tisito fahamu maana hata sifa yako itapungua baada ya kusema hayo mheshimiwa mstaikimea na mimi niendelee kuwapongezeni sana, sana sana sana kwa kazi nzuri na niwapongeze kwa kuendelea kuongezea wenye viti wetu wa serikali posho kama alivyosema katibu, nami nimeiona kwenye kabrasha hapa, manake pia wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi kubwa sana kushirikiana na waheshimiwa wa madiwani wetu. Baada ya kusema hayo, ninasema asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! <laughs>